Watanzania wametakiwa kuungana katika mambo yenye tija ikiwemo kuilinda amani na mshikamano ili waweze kunufaika na miradi mbalimbali ya maendeleo. Kutoka Arusha, Beatrice Gerard anatuhabarisha. Rais wa chama cha wazee wanaume Tanzania Chadim Chena amesema hayo katika kikao cha uteuzi wa viongozi wa chama hicho na kuyataka makundi yote kuungana ili kurahisisha upatikanaji wa maendeleo kwa Nimemteua Elizabeth Hanga mchungaji kwa mkurugenzi wa malezi chama cha wazee wa wanaume Tanzania. Kwa nini sasa leo tumeamua kufanya uteuzi huu? Kuchanganya ingawa hiki chama ni cha wanaume Tanzania, lengo kubwa tunatamani chama kisonge mbele, lakini pia ni waombe basi wa Tanzania wote nchi nzima Kunyumbu kuanzia miaka 50 wanaume Karibuni mjiunge na chama cha wazee wanaume Tanzania. Kwa upande wake, mshauri mkuu Peter Simon na mwenyekiti wa chama hicho Abel Molel wanaeleza mpango wa chama hicho katika utekelezaji wa miradi yao kwa kushirikiana na serikali na wadau wengine. na serikali yetu ilivyosikivu, eh, vijana wameundiwa wizara inayohusu Kwa wa wa, mambo ya, ya vijana yataenda vizuri, lakini na sisi kama wazee tutaendelea kuwafundisha vijana wetu maadili mema uzalendo ili nchi yetu izidi kuwa na amani. Ni radi ya chama chetu cha wazee wanaume Tanzania, ikianza na mradi wa kitaifa ambao tuna eneo la la, kule la Italia wilaya ya Monduli mji cha Makuyuni ambao tunayeneo kiasi ya ekari kumi tunalihitaji, tunahitaji ya eneo hilo tunalihitaji tunahitaji kujenga hospitali kwa ajili ya wazee. Nao baadhi ya viongozi walioteuliwa wanaeleza matarajio yao katika nafasi hizo. Tunaahidi kabisa kwenda kufanya kazi nzuri na kushirikiana nao pamoja na viongozi ambao Mungu amepatia. Kwenye chama cha wazee ni kujenga hospitali ya wazee hapa Arusha ingawa chama hicho cha kitaifa wa wadau mbalimbali wa lakini na wazee wenye hususan kuona kwamba jambo hili ni lao waweze kutoa mawazo, lakini pia na sekta ya kiafya nao waweze kushiriki kuona kwamba um, mpango huu unatekelezwa. Wengine walioteuliwa ni pamoja na walezi wa chama hicho Thomas Mondia na Dorcas John ambao wanatarajiwa kuapishwa Jumamosi ijayo. Beatrice Gerard, Star TV, Arusha.